Tuje katika hoja ya Iran yes. Nchi za magharibi zinataka zirudishe zi, zi, zi, zi Iran katika mikono yao yes. Na pale kwa wamefanya investment kubwa sana ya mafuta yes. Yametaifishwa yes. Sera zao zinapishana na Iran, sasa inabidi utafute mtu wandani, wa ndani ili waweze kufanya mchakato upishane na utawala uliopo ili wapate namna ya kuingia wapi ndani sasa, yes. Kwa miaka 40 wameattempt wame attempti, Yeah. Na vikwazo vimewekwa vingi, ila baadaye unakuta tena una, inakuwa ni mjanja, ikiona imezidiwa inasema jamani, mimi mimi sina mpango wa kutengeneza mabomu ya nini ya nuclear, hasa kwenye utawala wa democratic mara nyingi yeah. pincha Obama yeah. Obama akatoa vikwazo vi vyote, akamwambia sairani wewe, fanya tufanye biashara, akawa ananua marekani bidhaa Ulaya Obama okay. kumbe jamaa wakati anajirahisisha yeah. Mrahisishia, akapata pesa, akauza mafuta yake sana sana Russia na China, akaunda makombola okay. Maana alijua hao jamaa, inawezekana utawala mwingine utakuja, utanikataa utanikataa. nnsmoja wazungu wako hivi, mzungu anaweza akakutafuta hata kwa miaka mia. Eh, inawezekana wakati tamaa wana document wanaacha us. Kwa mfano tu hapa Tanzania, hapa Tanzania, sio kwa kuna tumetawaliwa na wazungu yeah. Unajua walikuwa wanachukua na tawala wanajua, aina madini yetu tuko nayo. Okay. Sasa wameacha alama zao. Okay. Na kodi zao. Kwa hiyo wakienda mmewafukuza kule, wanaweka zile documents. Vizazi vyao vinasoma zile kodi kama Tanzania, mali fulani kuna mali okay. ya babu zetu waliacha pale, au kuna eneo fulani ulifanyia utafiti, tunalifahamu lina mali. Rafiki yangu watarudi kwa njia hizi. Njia ya kwanza, wanakuja kwa njia ya kufanya investment okay. ya, pita makampuni yao Mtaingia mkataba ukiwabania, wanakuja kwa vita okay. E, nchi na nchi itawariki, alafu unapola nini ule mzigo sasa. Utachagua mwenyewe ufanye nao mkataba kimakampuni ama kivita, okay. Na kwenye makampuni kubali mambo jambo hili yeah, ubidi ukubali wao wapate zaidi yako wewe yeah. Mwana pointio? Ndiyo. Hii ndio kawaida ya dunia hii, brother, toka dunia imeumbwa, wakati mwanadamu ameingia katika zambi, wale wenye nguvu wananyonya walio wanyonge. Hakuna mkubwa anamnyonya mkubwa mwenzake, anaye nyonywa daima nani ni mnyonge, na wakubwa siku zote wana, wanaungana kutuhujumu wanyonge. Ndio maana mkutano wa Berlin mwaka 1888 mpaka 75 wakubwa walikutana pale Berlin kugawana makoroni kwa sababu bwana mbona naingilia bwana simulizi? Wee, wee, wee. Basi tukutane tuzungumze. Kata hapa, kata hapa. Hata nchi ya Biligiji hapa, ya, ya, ya ya Kongo. Ule mpaka leo kata pale, yeah. Ndio mgogoro wa leo wa Rwanda na, na Kongo. Kwa sababu tu kuna watu fulani walikaa chini kugawana maslahi yetu. Kwa hiyo hawakujali mazingira ya asili ya watu wa pale. Mm. Kwa hiyo wenyewe wakakata tu kwa maslahi yao. Kwa hiyo wakaacha mgogoro wao. Waliangalia madini, si watu. Hata leo migogoro mingi ya Afrika ni kwa sababu ya wakubwa fulani wamegawana mahali fulani. Hata migogoro ya dunia nzima ni hivyo hivyo tu. Inapokuwa sasa mtaimu wapo takiwa saraisi aliyepo, wewe mwenye akili huyu mkubwa nikipambana naye nitamshinda, eh? Maana unaweza kupambana karibu nchi, hata kile kidogo ambacho unacho unakikosa. Hata Yesu akasema, kwa kutoka pigana na mfalme, angalia kwamba huyo anayekuja ana nguvu kuliko mimi. Kama mkiona mkimichi pambana, ukiona na kuzidi nguvu, omba nini? Amani. Kwa hiyo bora nusu shari kuliko shari Kamili. Sasa ndio maana leo Irani yeye yeah, anataka kujitanua awe ile Persia Empire. Sasa okay. Baada wale watu ambao walikandamizwa ambao waliahidiwa kuwa na secular state wakapewa wakapewa the religion state walikuwa na uchungu. Sawa. Wakati kizazi chao ingawa kimekandamizwa wana kina, ile sumu inaenda kwa vizazi vyao. Sawa, okay. Sawa, eh? Unajua hata leo ukikosana mtu akikudhuru mali hata ndugu yako. Ndiyo na ukawaambia watoto wako watoto wako wezi kumpenda yule mtu sumu ya tayari. Tuko pamoja paka hapa eh? Sasa yeah. Marekani iko na winda namna gani ya kurudi Iran okay. na Israeli sasa, baadaye Israeli Iran ilivyochukua doctrine ya kuiangamiza nini Israel yeah. Kina cha picha Muhammed Nejad na kina Sulemani wale Kasim Suleman yeah. Hao wakaona doctrine ya kuikounter America na Israel kujifukuza mashariki ya kati. Okay. Kwa hiyo Sulemani kasi sema shapata pesa nyingi wakaanza kutengeneza makundi ya kishia pale Iraq. Kutengeneza makundi ya kishia pale Lebanon. Okay. Makundi ya kishia Syria ambayo ilikuwa inapigana kwa maslahi ya nini? Ya Iran pamoja na Wahusi huko. Kwa hiyo kwa anapindua anachukua maeneo. Okay. Na lengo ni kufukuza Marekani mashariki, mashariki ya kati. Alafu baadaye kuiattack Israeli. Una point hiyo? Hapo ndipo sasa Marekani ikapata nini? Chance na Israeli. Mm. Sasa ndio Israeli umwambie chochote kuhusu nini? Irani. Sababu Irani ina doctrine ya kuniangamiza mimi. Alafu inatengeneza makombola ya nuclear. Sasa kama siku ikipata makombola ya nuclear sitaniangamiza? Ndio. Kwa maana jamaa nitajana na pale wapi, Umoja wa Mataifa anaonyesha tumegundua sehemu wana jamaa wanatengeneza madini nini? Wana, wanafanya mchakato wa kurutubisha madini ya nuclear. Na sasa hawa chama cha demokrati, sababu kitaki kipendeze watu wote, mm, kilikuwa kijari sana, kinaweka vikwazo, kinatishia na kadhalika. Lakini Republican ilivyo, kwa sababu Trump cha kwanza kaitambua mwaka mm, 2017 akaitambua Yerusalemu kuwa makao makuu ya nini, ya mm, Israeli. Kwanza kaanzia mgogoro, maana Iran inatetea Palestina. Sawa sawa, aka vile vikwazo vyote ambavyo vime, vimeondolewa akavirejesha maradufu ndani ya Iran, ambapo leo vimeasili leo Iran Okay. Leo shilingi elfu moja Tanzania ya kwa Tanzania kwa Irani shilingi elfu kumi na saba. Okay. saba kwa shilingi elfu moja ya Kenya kwa Irani ni shilingi laki tatu na nusu Okay. Na kwa dola moja ni milioni moja mwaka jana mwezi wa saba, jamaa wakavami. Okay. Lengo, maslahi, sababu ushaingia pale Mossad na CIA kuamsha kile kizazi. Okay cha ambacho kilidanganywa na nchi ya utawala wa kisekula, yeah. wakapewa utawala gani wa, Kiislamu yeah. kiko kinatengenezwa na Wairani wengi kwa wamekimbia kama wakimbizi nchi nchi mbalimbali. Kwa hiyo wanatengenezwa kufanya kupropageti kile kile kuamsha ule mwinuko, okay. na pilicho wayahudi wengi washafukuzwa ule mwaka elfu moja mia tisa, sabini na tisa baada ya upinduzi wa Kiislamu, yeah. wayahudi wengi walidhibitiwa, okay. kwa wengi kwa wamekimbia wapi? Israeli Aaa, Wayahudi awafiki elfu kumi na awaruhusiwi, okay. kufanya ma ma kufanya mawasiliano na utawala wa Netanyahu, hata kama ni Mkristo okay. uruhusiwi kuwa na na connection na shirika lolote la kidini nje ya Iran. Utakuwa Mkristo pale Myahudi pale lakini una connection, na mbili, Mwisraeli aliona kabisa hapa ntapiga wale viongozi wote, nchi itakosa mwelekeo ndiye. Alafu watu wa Irani wale ndiye, watafanya regime change okay, sababu mehakufa viongozi. Mfano hapo watuulie viongozi wakubwa ghafla, wapinzani hapo wanaweza wakajinukia ndiye. Lakini Ayatola akawa protected na baadhi ya watu, na nyewe wakajibu mashambulizi okay, kwa uzito, ile vita ikawa mbaya. Cha kwanza sasa, Iran ikatukuka Ta sawa. Lakini jamaa, kwa sababu ulishajua nini umekifanya wakaacha muda upite. Na jamaa kwa umepandikiza vitu fulani wakaharibu system ya maji ya Iran. Okay. Iran ikaanza kupata kiu. Netanyahu, na sababu jamani, nchi yenu rais kiongozi wenu mpaka hata maji ameshindwa kuwapa. <laughs> Wasiwe akatoa ziaka. Hmm. Maisha kama magumu ma, magumu kaanza kusukuma sukuma, wakasema, sasa hivi tuko na regime change. Tukashuhudia maandamano mwezi wa 12. Yeah, ndio mpaka tunaingia nao Januari. Sawa, maandamano yamekuwa ni makubwa, tukajua Iran inakuwa inatukia ni ina, ina regime change okay. Sasa walikuwa hao jamaa, sasa walikuwa wanasubiria hao jamaa wakati wananchi sasa wamekuwa wengi kupindua nini ile nchi yeah, wawasaidie kwa kuingia na ndege kupiga zile sehemu za kijeshi na kudhoofisha ile jeshi sasa, ili wananchi wa take over, kama ndio wafanyia Gaddafi. Kwa wakati wanajipanga Iran, yakashtuka majasusi wa, wa, wa wa Urusi wakamwambia Ayatola okay, unapinduliwa hapa na wananchi na utapigwa muda si mrefu jamani, ndo wakaingiza jeshi kugonga wandaman, kusaka wale majasusi wa Mossad na kuua wale wananchi wanaoandamana wale, wale watu ambao na wana kipaumbele cha maandamano okay, wakawaua sana pigwa sana risasi, watu wamepigwa risasi wengi, hata ile ile ndio inasema idadi ni ndogo sana, wamekufa watu wengi mno okay, hata nyumba kwa nyumba sasa wakapowezesha okay. mm. kwa Marekani mm. mm. nini ya Trump mwaka jana kakosa nini, akasema ameharibu, kwa sababu kiwaambia tena na bomba na ni mwongo. Kwa karata ya Marekani imebaki kwa maandamano okay. maandamano muandamane mwitoe serikali yenu, mimi nitawasaidia. Sasa sasa hivi unaingia vipi? Maana baada ya makoma okay, sawa, eh, imesha nini, imesha koma sasa. Kitu ambacho sasa wanaisubiri Iran, labda Iran iwe ya kwanza kuishambulia base za Marekani au Israeli, okay, sasa sawa, hapo unapata justification, ila Iran ni mjanja, hizo kushambulia sisi, anatisha tu, anatisha kwamba mkinichokoza mimi nitaribu base za Marekani nitafanyaje, nitafanyaje, mambo ni matisho, ni mengi. Sasa hivi wanatafuta namna ya kumkona sasa, sababu ikipatikana ambayo itakuwa ni sababu ambayo ya kuiambia dunia ndio Iran tena kuvamiwa. Kwa hiyo na wasiwasi mwaka huu unaweza usipite <laughs> Irani ikafanyaje, ikashambuliwa. Na kama ikipita basi itakuwa ni neema ya Mwenyezi Mungu. sawa, sawa. Sababu hatujui baada ya Iran next ni nani? sawa, sawa. Eh, unaweza kushirikia Irani kuanguka kumbe tawe ndio next. E, e. Eh. Well, sometimes existence zinasaidia wakati mwingine dunia kufanyaje, kubalance. No, sababu eh, nguvu moja ikiende kutokuwa na upinzani, dunia haiwezi kuwa na utulivu mzuri, hmm. Tupate resistance zingine ambazo zinachuana, lakini kiufupi tu kwamba Iran haiwezi kuresist kwa Marekani. Haiwezi kuwa na nguvu ya kuresist kwa Marekani. Lakini sasa Trump anachokiangalia tu anasema, Trump baba ameogopa, hajaogopa. Trump ni superpower ya dunia, Marekani. Si wajinga waingie pale vitani wakazalilika. Okay. Watakuwa wamepoteza ushawishi mkubwa kwa wapinzani wanaowaprotect. Kwa Mm -hmm. hiyo Trump sijui, jeshi likamwambia Trump tumeshafanya utafiti kila kitu, unaweza kaingia nini? Kijeshi tukaipiga Iran. Yeah. Lakini Trump akachakata, ni smart. Yeah. Akasema hizi sababu si kama zinaridhisha kwamba anaweza kuleta regime change. Yeye anataka vita zisichukue zaidi ya mwezi. Yeye anataka mwezi. Kwa wiki kwamba ingie pale avumue vitu vya maana, alafu achie wananchi wafanyeje? Wachukue nchi. Sasa anachakata kwamba akiingia akafeli taifa ni la nini? La hmm, Marekani kwamba mpaka nijihakikishie kwamba nitaposhambulia Iran e, nisichukue muda mrefu na mashambulizi yangu aa, yawe yalete lengo yatimize lile lengo la regime change. Sasa na ukikosea, sababu Israeli itaumia na zile nchi mashariki, tutafanyaje? Sitaumia zote. Hata Saudi Arabia alishauri Marekani asivamia nini? Iran. Na akawasema na utawala wa Iran kwamba mimi siwezi kutoa anga langu kwa nani? Kwa, kwa Marekani kwa Oswe. Nchi kwa nchi zote pale kwa zimejiepusha, lakini pale kwa naisubiri Irani iingie. Irani ingeingia vitani ingekabiliana na NATO, okay, na Israeli. Lakini pia naionea Irani uruma, hata hawa ambao watakuja kufanikisha Irani ianguke, hata kwa na wananchi hawajui nini ambacho Israeli amekipanga kibaya sana e..., Israeli Irani ikianguka jamaa wataingiza pale ndege, watapiga maeneo yote ya silaha kwa Iran. Itakuwa kibogoyo kama Syria, Assad regime ilivyo collapse nini. Kilitokea pale jamaa, okay. waliingia wiki mbili, wanaangamiza zile silaha zote za nini, Zimbabwe. za Saddam, za Assad pigwapiga. Syria ni kama tu ni kama e, ni tu mtu an, ni kama vile mwanaume anayelelewa na mwanamke aus kula yake kila kitu chake, una ana maamuzi. Unajua, Syria, leo ni taifa ambalo kama mwanamke kama, ni kama tu mwanamke mwana asiye na mume Auswe? au mwanaume anayelelewa, kwa sababu ukiangalia silaha anazopewa sasa hivi, Syria anapewa tuna Uturuki na Marekani kidogo na vilelela kidogo, kwa amekuwa kibogoyo hana power yoyote sasa. Iran unamwinda hivyo hivyo, wale wananchi tusikuashaayata Israel hao watapiga, watapiga, watapiga. Kwa hiyo Iran itabaki kuwa taifa lisilo na nguvu ya kijeshi, itakuwa ni puppet wa Israel na Marekani na sasa hivi kitu ambacho kitaenda kuangamiza mashariki ya kati. Hata wa Saudi Arabia hao wanacheka, wa na nchi zingine hizo, Iran itapo collapse kuna mpango unaitwa ze the, uh, the Greater Israeli plan. Ndio. Great Israeli plan. plan. Ukisikia ukisikia ile Abrahamic Abraham Accord. Ndio. Mkataba ya Abraham. Unaisikia? Yeah. Naisikia hiyo Mkataba ya Abraham ndo ni kupanua mpango wa Israel Greater Israeli. Israeli kuu. Israeli kuu. Israel wanataka Middle East yote na North Africa iwe chini ya utawala wa Israeli kiuchumi kijeshi na kisiasa, ili watimize unabii wa Talmud wa Kiisraeli kwamba Israeli itakuwa superpower, itakuwa ni mkuu, afu masaya atakuja. Sasa hawa wa Arabu hawajui kwamba nao ni next. Unajua, katika mataifa hamsini ambayo Marekani anayawinda kuyaangamiza, kuyapiga, Saudi Arabia nayo marafiki zake. <laughs> Wanaga adui wa kudumu, wa rafiki wa nini? wa kudumu, bali maslahi ya nini? ya kudumu. Sasa hivi maslahi ambayo iko Mashariki ya Kati ni kuinua mpango wa Great Israel ambao unazaminiwa na mazionisti wa Kikristo wavanjariko, pesa nyingi kutoka Europe, pesa nyingi kutoka Marekani kusukuma ule mpango wa Great Israel. Kwa Iran maana huyu jamaa huyu Silas Pavel huyu mtoto wa Shah ambaye atakuja kutawala Irani ambaye anasukuma ile aamweke pale ameahidi, siku akiwa mtawala wa Iran, cha kwanza ambaye atakifanya atarudisha uhusiano kati ya Irani na Israel na Marekani, na tasaini mpango wa Abraham Accords. Kwa hiyo hii nguvu nyuma ya pazia ya mchakato ule ni kubwa sana, kwa mfano nilikuwa namsikia Michael Jackson kabla hajakufa kufa, anasema okay. hivi Michael Jackson aliimba ali, ali wimbo mmoja pale Brazil unaitwa They Don't Care About Us. nakumbuka wimbo yale mashairi, enda kasikize okay. vizuri mule ndani ameimba, amewaimba Wayahudi, kaimba okay. nini Wayahudi okay. Okay. kwa hiyo okay. okay. ule wimbo ukaitwa antisemite Hitu, ma, wale na na na wale majamaa ambaye ana control music industry, unaimba hichi kitu, wakamwambia aombe msamaha. Natoka hapo, Michael Jackson aliteseka kwa wakati wanamoji na mshonimshoni. Alisema kwamba kuna nguvu, walimuuliza yule yule ambaye na moji, umesema unataka kuua? Akasema ndio. Ni watu gani? Sema si serikali ila kuna, kuna watu wana nguvu kuliko serikali. Kuliko serikali. Okay. Ambao, wana nguvu kuliko serikali ambao wananifata mimi na wameniambia wanaweza wakaniua kwa kunipiga risasi, mm. au kwa madawa. Ndio maana kifo cha Magufuli cha Michael wasema kwamba ni overdose. Okay. ya, ya drugs au siwe kwa Michael Jackson katika video zake mazingira zimezimezishwa inge, inge tunazo wengine, mm-hmm. inafuatilia mambo Bwana Simulizi, kuna power behind ambayo ni kubwa mno. Katika ile interview yangu ya kwanza nimesema kwamba Islam haiwezi kutawala nini dunia. mm. Maana ndani ya Waislamu kuna vikundi vya siri ambavyo vinaungana na hiyo power okay. na hivyo vikundi visha kuwepo nyuma huko, kitu wa Fatimid, kuna Hashashin au siwe, vyote hivyo vimekorobareti, ndio vikatengeneza hiyo Iluminati na wanajifanya ni Waislamu, Waislamu na ni Waislamu kabisa. Ndio maana degree ya Freemason ya thelathini na mbili lazima ule kiapo cha kuitii Kurani na kumkubali Allah na kumkubali Muhammadi. Okay, unyanyua upanga hivi sasa, huku chini tuwezi kujua. Sasa kuna vitu viko pale sawa, eh? Na washia ni moja ya entity ambayo pia imetengenezwa hicho kitu sasa na kisa hawa wa Irani sasa umeingia ile patriotism ya ku, ile uzalendo wa kitaifa. Okay. Na hii system haitaki mtu uwe mzalendo wa kitaifa. Kwa hiyo Greater Israel itaenda kuwin. Irani itakuwa vassal na nchi yoyote mashariki ya kati ambayo itapinga Greater Israel itaumizwa, ni nguvu kubwa kuliko Trump mwenyewe. Okay. Kwa ta Trump hana maamuzi makubwa kwa hiyo pawa, ila yeye ni sehemu ya nini hiyo, okay. Hiyo power. Ehe, sasa ndio maana hapo mchakato unapokuwa ndio huo katika historia ya Iran. Kwa Iran ilicho baki nacho sasa ni kwamba, ni kwamba ni yule sasa uzalendo wao na ile makombola yao uko nayo ambayo itakuwa ndio ya mwisho ya Iran. Jamaa si kama ile makombola, okay kwa sababu wajua, wanapiwa wataki kuharibu mambo yao sasa. so, wanaangalia kitu gani ambacho kitawapa kitawapa hasara kidogo na faida nyingi nyingi kwa Ayatola. Sasa nusu ya nchi ina, inaunga mpango wa sekula okay, wa liberali wa Iran ambao uko nje, wanataka wachana na hijabu, wanataka mambo ya msikiti, si kama wengine wa kidini, sema hatutaki utawala wa kidini Islamic state, tunataka utawala wa kisekula. Uislamu ubaki kwa Uislamu Ukristo ubaki kwa Ukristo, upagani ubaki kwa upagani, wataka warejee taifa lao la zamani likiwa na utamaduni ule wa Silas the Great, Koreshi mkuu. Kwa hawataki utawala huu wa Kiislamu. Maana wamevamia misikiti mingi, zaidi ya misikiti sijui mingapi sijui. Sijui. Maarufu ya misikiti yameteketezwa, imeharibiwa. Unaona? Na leo rafiki zangu Gen Z wa leo ni nihilism, ni nihilist. Gen Z hawataki Uislamu. Hawataki Ukristo. Ndio. Gen Z wanataka good life. Nataka maisha ya uhuru. Hata leo wewe mwenyewe ukiangalia, hata wanaenda msikitini, vijana wanaenda makanisani, wakitoka makanisani msikitini, ni watu ambao wanafanya vitu tofauti tofauti. uongo kweli? sawa sawa sa. Yani utanidi mwezi wa Ramadhani mm hawa -hmm. wasanii hawa wa muziki siwataji kwa jina mm wanafunga Ramadhani sawa, wanaitisha watu kwenye iftari mm -hmm. lakini baada ya hapo wanavaa maeleni wanaume, vikuku na mashehe wanaitwa kula nao. uongo kweli? kweli le viongozi wa wa Kikristo wanaita mpaka hao wasanii wa kidunia uimba makanisani mwao. Kabisa. Sasa yeah, ukiangalia ni dini gani inatengenezwa pale? Ni kizazi kinachotengenezwa ambacho Mungu anakuwa tu kama jina au dini ni kama jina, lakini maisha yanafanyaje? Yanaendelea kama mavuri tu. Lakini maisha yanafanyaje? Yanaendelea kama kawaida. Hicho ni kitu kizazi cha new age movement, okay, kwamba dini inakuwa kama Mungu anaangalia tu moyo, lakini maisha mengine yanafanyaje? Yanaendelea. Nitakuwa msikitini, nitavaa vizuri kanisa nitavaa vizuri kidogo, taheshimu nitoka pale, nakuwa ni mtu yule yule. Kwa dini nakuwa tu, maisha ya maisha tu ya kawaida. Ndicho kizazi ambacho kipo duniani leo, ambacho akitasikia sauti yoyote ya shehe, sauti yote ya mchungaji, kinachotaka wataka kuwa liberali, takuwa watu ambao uwezi ku, wanataka wa free. Lakini u free gani? Hatuko free brother, Mungu akuumba uhuru wa kuvunja sheria za asili aliunda uhuru wa kuheshimu sheria za nini? Za asili. Maana ukiharibu sheria za asili, unajaribu wewe mwanadamu mwenyewe. Kwa mfano ukifanya ngono kinyume na maumbile, unaharibu asili ya umbaji sa, sa. na ukichukua leo mashoga elfu kumi ukawapa kisiwa chao, ukachukua na watu ambao ni heterosexual, yani ambao wanakubalia ngono ya jinsia Nye. mbili tofauti Nye. ukaweka katika kisiwa chao, ukarudi pale baada ya miaka mia Nye ni sehemu gani ambayo utakuta imejaa watu? Eh hey, ile ambayo watu wa kawaida. Wa kawaida. Ah, watakuta ni makaburi tu. Ndiyo. Yeah. Sababu hakuna hiyo sisi kitu cha asili cha kuzalisha. Sawa sawa eh? Kwa maana mtu akivunja sheria ya asili anajiangamiza yeye mwenyewe. Okay. Mata Trump ingawa ni mbaya kwa namna moja au nyingine, lakini ni mzuri kwa namna moja ama mm-hmm. nyingine, sababu ana, ana protest sheria za nini? Za asili na amesema Marekani haijatengenezwa kwamba uweze kulazimisha watu wote wawe wasome wa, wa, wa somo la kukana Mungu. Sawa, kuna wengine wanataka kujifunza Mungu darasani, kwa kuna option. Mtu anataka kujifunza kumkata Mungu ajifunze, mtu anataka kujifunza kumcha Mungu ajifunze ajifunze. Ajifunze. uweze kutoa upande mmoja ukatazamisha upande mwingine hapo. Trump na muunga nini mkono, sawa, anatunza sheria za asili na zikafanya tuka survive. ila kuna kizazi ambacho kiko. ambacho kiko hicho, kitavamia kila taifa duniani kwa maslahi ya new world order, new age, lakini sasa hivi kitu kinachokuja ni kutengeneza utawala ambao utatawala kidini. Chini ya Great Israel kwa Iran itaenda kuangushwa. Na mataifa mengi ya Kiarabu, ambayo yanapinga mfumo huu yataangushwa. Na hii movement ilianza mwaka 2011, ile Arab Spring, viongozi madikteta wote wa Kiarabu wakafanyaje? Okay, wakaangushwa na bado wote ambao wataresist mpango huu wataangushwa. Kwa hiyo Israel itaenda kuishinda zaidi na Marekani wataenda kuishinda Iran. Una swali lingine? Hapana, nafikiri tumepata ufafanuzi mkubwa sana, labda tuwage tu, watazamaji. okay, mtazamaji Mungu akubariki kwa kusikiliza hizi interview zangu. Ukitaka pia kupata maarifa zaidi hata nikupe masomo ya kusoma vitabu mbalimbali free tu, nitakupa namba yangu ya simu ni 0757 Taka ikuja pia kwenye peji yangu ya Jeff Massawe ya Facebook. Mara nyingi napatikana sana Facebook si Instagram na TikTok. Niko TikTok pia niko Instagram lakini bezi yangu ya mafundisho iko Facebook sana. Kwa kija pale Facebook unaandika nafanya uchambuzi mbalimbali mbali na makala mbalimbali lakini si sana. Private basi mtapata vitu baadhi. Mungu akubariki kwa kwa na wakati mwingine tutakuwa hapo katika interview. Asante.